Hah? Eh? <coughs> Ongea kwa sauti wa hata wazazi wako wakuone nyumbani. Unaitwa nani? Joseph Kamau. Ulianza kuiba lini? <coughs> <-a>, sema ukweli. <coughs> Sema ukweli. Ulianza kuiba <coughs> lini? Lini, <coughs> <coughs> nini unako nao <coughs> <coughs> <Msi? tose> kwa mkono? Na hebu kwanza nione msi yako. Nionyeshe msi yako. Sisi <coughs> <yako? tose> ni emo taandike. Hebu unaona hiyo mafuta uko nao? <coughs> Eh? Hii mafuta kwanza, unionyesha mnatoa wapi hii yenye na wauwa, we ndio unauzia watu? Eh? Ataka ili kumwangia hapo, usikie. Unajua mwizi anachomwanga. Watu wanachomanga mwizi mwe ameiba, tunaonanga wezi wanachomwa, wanakufa kwa sababu hakuna mtu anazenda mwizi. Lakini si atukuchomi, tunapigia hatua tu kisheria

Sasa bwana, nimekuja ah, tuambie kweli, sababu ndani ndani ndani ndani umeenda huko, kwa venye watu wanafika huko venye wanakuwa sawa, rudisha ndani, uifunge uifunge vile vile ulifungua, ulifungua. Unaona sisi tambie ukweli, venye wanaino ve wna dishanni hawa vile ulifungua nini yao. Sasa tungetaka hawatapata sasa. sama sasa. tungetaka tumsalimie <laughs> <laughs> hiyo masaa ingekuwa <laughs> na opportunity ya watu kusema wacheni sasa, eh. <laughs> <Enle, laughs> lakini <laughs> tulisema yeah. Tuache wewe kwa, kwa sababu wewe ni mshiriki

Amefungua. Mpigie makofi. Sasa tumefungua. Unaona vile umefanya hivyo? Ndio tulikuwa tunataka tujue. Eh, sasa funga. Ashafunga. Fungua tena sasa utoe hiyo kitu iko ndani uende nayo. Uende kwa gunia vile vile unyoka. Nataka demonstrate vile ulichukua ukaweka kwa gunia. Sasa itoe. Weka mahali hapa. Fungua, unafungua haraka sana. Wewe, weka mahali ulini nini? Tuko hapa.

hiyo kifungu yako asaeko atafungia nayo. Umeona, ametuonyesha vile aliiba dustbin. Hii ah, ndio evidence ilikuwa tunataka. Ndio sasa tumpeleke ndani. Hii yes, ni kuiba public asset, yes.

Yeah. Uzamani kamshika na chupa kwa sababu